Nyie sasa hamjasaini, maana yake hamshiriki uchaguzi. Eti si naweza kusaini siku yoyote? Naomba msikilize vizuri, mwangalia hao viongozi. Jana mwanasheria wao ameita waandishi wa habari, kaeleza, mi nikamwangalia taishia wapi akaishia kwamba kutokusaini kanuni haikuzuii kushiriki uchaguzi. Unamwambia nani? Wakati we ulisha ya ya. Ulisha kwamba, wewe ulishasema ushiriki. Umeitisha presi kwa ajili ya gani? Yani, ulishatuambia kwamba hamshiriki, kwa hiyo wewe sio mdau kinachoendelea waache sisi tupashane habari, wao waendelee na msimamo wao. Na katika hili, wale wanataka kubembelezwa, sisi hatuwabembelezi, wapumzike. Vyama vingine vitashiriki uchaguzi. Sisi oye, unajua ni kama vile wanajipitisha pitisha hivi kutukumbusha jamani, na sisi tupo, tuongee. Amna, tumechoka kelele zenu. Vyama kumi na nane vitashiriki. Kama alikuwa anatania, imekula kwao.